Katika kile wachambuzi wanakiita mbinu mpya ya vita vya baharini, zaidi ya meli 55 zimegunduliwa zikitoa ishara za uongo zikiigiza kuwa zinamilikiwa na Urusi au China, hatua inayolenga kuepuka kushambuliwa katika eneo hatari la guba ya Uajemi. Kwa mujibu wa taarifa za Reuters, baadhi ya meli zimeonekana kutuma taarifa bandia za GPS zikitangaza kuwa zinabeba mafuta ya Urusi au kwamba zinamilikiwa na kampuni za Uchina ili zionekane zisizo hatari au zisizoandamwa katika mzozo kati ya Iran na Israel ambao licha ya usitishaji wa mapigano bado kuna mgogoro wa kutoaminiana. Takriban meli 55 zimefanya spoofing ya IIS Automatic Identification System, ambapo GPS huzungusha meli hadi ionekane iko maeneo ya Urusi, China au Oman. Baadhi zilitangaza kuwa zinabeba mafuta ya Gazprom au kuwa mali ya kampuni ya Cosco, China Ocean Shipping Company, ili hali ukweli ni tofauti. Huu ni ujanja wa kuvutia kijasusi, alisema mchambuzi mmoja wa usafirishaji kutoka Singapore. Kwa kujifanya ni mali ya China au Urusi, meli zinaamini hazitalengwa na mashambulizi ya Iran au Israel. Kisa kimoja kilichonukuliwa na wachambuzi wa usalama wa baharini kilihusisha meli moja ya Panama iliyotuma mawasiliano ya redio kwa kutumia lugha ya Kichina kwa nia ya kujifanya ni meli ya taifa hilo. Kwa mujibu wa ripoti, mabaharia waliingia kwenye masafa ya redio ya kibiashara ya China wakitumia istilahi rasmi kama Haijian 23 naval call signal ya China ili kupunguza shaka kutoka kwa majeshi yanayofuatilia ya meli. Ingawa Iran na Israel walikubaliana kusitisha mapigano wiki hii, hali ya eneo la Strait of Hormuz bado ni tete. Iran imekuwa ikionya meli za mataifa ya Magharibi, hasa zile zinazohusishwa na Marekani au Israel, kwamba zinaweza kuwa malengo halali endapo zitahusishwa na ujasusi au upelelezi. Kwa meli zinazopitia njia hiyo inayopitisha zaidi ya asilimia 20 ya mafuta yote duniani, hofu imeongezeka. Bima ya bahari imepanda mara tatu kwa meli zinazoshukiwa kuwa na uhusiano wa kisiasa na Magharibi. Kampuni za ufuatiliaji kama Marine Traffic na Lloyd's List Intelligence zimeripoti ongezeko la AIS spoofing na matumizi ya transponder za uongo, jambo ambalo kwa kawaida huhusishwa na usafirishaji wa silaha haramu, uepukaji wa vikwazo na sasa usalama dhidi ya mashambulizi ya kisasi. China na Urusi bado hawajatoa kauli kuhusu matumizi ya jina lao na bendera zao katika uongo huu wa majini. Iran haijajibu maswali kuhusu kama inafuatilia hali hii au kuchukua hatua. Israel imesema itazingatia data sahihi ya kijasusi kabla ya kulenga meli yoyote, lakini haijapinga uwezekano wa kushambulia meli za kutiliwa shaka. Katika zama za vita zisizotangazwa moja kwa moja, njia mpya za hila zinazuka kila siku. Meli zinazojifanya kuwa za kirusi au za kichina ni ushahidi kuwa siasa za kimataifa sasa zimehamia baharini, si kwa manowari au mizinga tu, bali kwa data, redio, GPS na ujanja wa kisekta.